Asalimu, kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Kristo Bwana Yesu asifiwe, wa Waislamu asalamu alaikum. Siku ya leo nitaenda kuzungumzia kuhusu kanisa moja linaloitwa Tisisikirika ambalo lipo Mbauda, mtaa wa Maua hapa jijini Arusha. Nimepita katika kanisa hili na kukuta wakiwasaidia watoto wadogo mimi ni mpenzi na mzazi na mlezi wa watoto. Mahali ninapoona wanasaidia watoto, lazima huwa anajihusisha na kupita na kuweza kuona ni nini kinaendelea kwa ukuaji wa watoto. Leo nimepita katika kanisa hili na kukuta kukiwa kuna wageni wakiwasaidia watoto, wakiwafundisha watoto na kuwapa maadili ya kidini ya Kikristo. Ni jambo lililo jema sana kuwalea watoto. <coughs>

Kanisa hili lipo chini ya mchungaji kiongozi, anaitwa Mchungaji Joni Masalu. Ukitaka kupata huduma za maombi, ukitaka kupata huduma za ushauri na ukitaka kupata ushauri wa kiroho, unaweza kufika na kuwasiliana na mchungaji kwa sababu anapatikana muda wote. Jambo ambalo limenifurahisha na kunivuta kuweza kurekodi video hii, kuweza kuzungumzia kanisa hili linaloitwa TCC Kirika ambalo liko Mbauda mtaa wa Maua ni kwamba kanisa hili linajihusisha sana na ukuaji wa kiroho hasa kwa watoto wadogo na bila kusahau watu wazima.

kila mtu awe busy akichora. Sijaona hata mtu mmoja amemchora Bwana Yesu. Ndio unamchora wewe kama tunavyofahamu watoto wanapenda kuchora, watoto wana vipaji, watoto wana uwezo, watoto wanaelewa hasa pale wanapokuwa wanasaidiwa. Tumeenda kuona watoto wameweza kuchora picha nzuri sana. Ukiwaelekeza kidogo tu, wanafanya ama kweli. Msaidie mtoto na umlee mtoto katika njia impasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Wageni walikuwa ni wageni kabisa, yaani sio wenyeji wa Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa kuwasaidia angalau kuweza kuelezea watoto kuhusu maandiko yanavyosema. Nilipata nafasi ya kuweza kusaidiana na wageni katika kuwafundisha watoto na kuwaeleza watoto, twende tukaone kazi nzuri ya kumtumikia Mungu ilivyokuwa ikifanyika. Okay, so.

Watoto walipata muda pia wa kupewa zawadi na wageni. Kwa kweli wageni hawa walikuwa ni wakarimu sana. Wameisha, eh, nani hajapewa? Sogea upewe. Nani hajapata? Sogea upewe. Haya, kila mtu ashike pipi yake, tuzionyeshe hivi juu. Pipi oh, zetu, onyesha <laughs> <laughs> pipi zetu, tushangilie Kristo. <laughs> <laughs> So wanaamini kwamba Yesu alikuja duniani ili tuwe na uzima tele na akasema kwamba waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie. Kwa hiyo siku ya leo ilikuwa ni siku nzuri sana ya kufurahi na watoto, ya kuchora na watoto, ya kucheka na watoto na kuwaelimisha watoto. Kama umependa video hii, basi usisite kushare, usisite kulike na wala usisite kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata dondoo zingine za video zangu zinazofuata. Asante, karibu tena, tuonane katika video nyingine inayofuata.